Vile tukipendeza ni moja ya watumishi wa Bwana. Amen, msi na kuelewa, mtu wa Mungu akipendeza, akapita town yuko smart. Yes, hata kama ana ofisi yeah. So mpaka wewe unaenda ofisi ndio kuendeza? Mhm, yaani kama unapita town uko smart, kuna watu wanakuona wanaangalia, nasema huyu mtu ni wa ofisi yake Wakija kuzungumza na wewe wanagundua so una Bwana ndani. Ni suko smart una na. Haleluya. Amen. Sio unatembea kila saka kwa kula malimao. Oh. Unakuta mtu yuko mtaani. <laughs> Yaani amejaa ya stress kibao. Si yaani ni macho tu yamefunikwa na right. Unafikiri kuna mtu anaongea naye? <laughs> Kuna. Nasikia mtu akitaka kuzungumza sana. Mtu amekauka. <laughs> Yaani amepauka. Ukaja wakana mtu kwa namna hiyo, halafu anaanza kumwambia yani, Yesu ni Bwana. Namwangalia Bwana sana, Yesu. Kwa hiyo nikimfuata nakuwa kama wewe. <laughs> Yesu, Yesu. Nikimfuata yani, wewe Yesu, nakuwa kama wewe. Jamani, mm -hmm. Kabisa. Haleluya. Amen. Ni sehemu na kufundisha. Sasa tunatakiwa tupeleke agenda kwamba tunataka, tunapenda Mungu, tutoe na mali zetu, tutoe na mali zetu. Usitoke mikono mitupu ili tupate mali za kutumikia. Amen. Sifa kwa Yesu. Amen. Sifa kwa Yesu. Amen. Wewe hiyo. Sio unataka na mimi niendeshe gari tu a endesha gari. Mtu atakusimamisha. Shusha kioo. Amsalimia. Anaangalia, eh, vipi kwa ndani. Unaendelea sasa. Amshukuru. Ndio dadah, kuna saa ingine nashangaa, nasikia watu wanajua aje. Unafika mahali unasimama tu, unaongea, unasikia, basi, mtumishi wa Bwana wewe, umemwambia yaani kuna namna anajua kitu huyo. Ah, haleluya, amen. Mimi siku zote nikitangaza kuna maendeleo, kama kwa mtakatifu Yanadiada, wana wana watakuwa shida sana

Inaongea nini eh? Unapokuwa umetoka na vitu vyako kwa Mungu kwanza, unakuwa mtulivu, unakuwa komfota kusema amen, msanileti ndani yako, mwambie presha, presha asinikaribie, presha, presha tunahitaji mambo ya kwa ajili ya Bwana. Mimi kuna wakati mwingine naumia sana, vitu vya kale sana au vitu vya kumtumikia Mungu vinavyokuwa ninavyokuwa na mimi nasikia kutana. Kitu cha kale sana, au cha kumtumikia Mungu, unasikia tunaleta mjadala. Mwaka msa mingine, nataka kufanya zina, pesa mtapa, pesa mtapa. Nini shida? Nini shida? Ya maana tumejao masikini. Kama watu wengine wanafanya vitu vyao, wanafanya muziki, wanafanya dansi, wanatoa pesa. Pesa wanatoa wapi? Sio kama inasikika. Kanisa haleluya! Kanisa haleluya! Kanisa haleluya! Na fedha na imani ya Bwana. Lazima tukaziteke nyara. Lazima Mungu atupe neema, lakini lazima tuonyeshe mia ya haki ya kumtumikia. Bila kuonyesha mia ya haki ya kumtumikia, Mungu hawezi kuruhusu. Kwa sababu hivyo vitu havitakiwa viwe vyako, vinatakiwa viwe vya kumtumikia. Maana yake miiteleaazi <talos> ukijenga nyumba nzuri kwenye <coughs> eneo unaloishi, kajenga nyumba yako nzuri utalala wewe na wanao, lakini watu wengi huko nyuma, huko nje watamsifu Mungu wako, ili mradi wewe unamtakasa. Utasikia yes. Ah, Mungu amemsaidia, Mungu Bwana sio hajaa, haleluya haleluya haleluya. Lakini ukiishi kwenye hali ambayo ni ya usumbufu na machozi, utasikia huyu jamaa, usiyo anafanyaga nini kanisani, sio atayanika huyo, sisi hatutaki hivyo moja sehemu hiyo kitu. Okay. Kubariki. Kumbuka shetani akubariki mba kabisa. Hivyo. Lakini mali pia hufichwa. Yaani nguvu za giza huwa zinaficha mali. Nguvu za giza huwa zinaficha ficha mali. Katika kitabu cha nabii Isaya arobaini na tano. Arobaini na tano mbili mpaka tatu. Haraka kwa nabii Isaya arobaini na tano. Arobaini na tano mbili mpaka tatu. Nitakwenda mbele yako Yo, na kupasawazisha mahali palipoparusa. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye, kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. mali zilizofichwa za mahali hai. Jina la Bwana libarikiwe si. Hazina za kisa nasema hivi mwanzo 15:14 hata taifa lile watakaowatumikia nitawahukumu baadaye watatoka na mali nyingi hapa Mungu alikuwa anaongea na Ibrahimu juu ya safari ya Israeli kwamba watakapofika kwenye ile taifa na kulitumikia lile taifa kwa muda huo watakawatumika lakini nitawatoa na mali nyingi watu wengi tumeishi mda mrefu tunapotoka, usitoke tu, mwambie Mungu, nitoke na mali nyingi ile nikaweza kut lakini pia Bibilia, maandiko yanasema mali huwa inamezwa, mali huwa inamezwa. Jamani, Amen, jamani, aleloa Isaya, Ayubu Ayubu ishirini kumi na tano. Ayubu ishirini kumi na tano. Amemeza mali naye atayatapika tena. Sema amina. Mungu atayatoa tumboni mwake. Isaya ya Ayubu ishirini kumi na tano. Amemeza mali. Kwao kuna namna ulimwengu wa roho aunaweza kukameza mali za mtu kupitia mfumo wake na kupitia watakacho kutumia. Tuko pamoja. Ndio maana unaweza ukasikia hata habari za watu wa ulimwengu wa kawaida. Uh, umri wa mtu pia unaonezwa. Unaweza ukasikia kuna bwana mmoja alienda kwa mganga kutafuta utajiri, akafika kwa yule mganga. Ni habari za kweli. Yule mganga akamfanyia akamfanyia akamwambia, lakini utajiri huu huwa una mwisho wake, na mwisho wake ni kufa kwako. Kwa hiyo chukua mahindi mkono, akachukua mahindi mkono, zile mahindi punje, zile mahindi. Wakamfungua jogoo mmoja kuku, wakamwambia mrushie mahindi. Hesabu yale mahindi